Ninawasalimu nyote kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninafurahi kuwa hapa, lakini ninafurahi kuwaona ninyi ambao mnahitimu leo. Ninaamini kwamba Mungu amewapitisha katika nyakati mbalimbali. Mbali. I believe God has taken us through different moments na kuwafikisha katika siku ya leo. And he has made it possible for you to be here today. Siku ya leo ina maana kubwa katika maisha yenu. Today is meaningful in your lives, ikiwapatia wajibu na haki. As we grant you a status and a responsibility.

Mmoja wa wajibu wenu ni kukitegemeza chuo hiki, kukizungumzia na hata kurudi tena wakati mwingine kujumuika na wale ambao wanahudumu katika chuo hiki faculty and staff in this university, kama ambavyo hamtawasahau wazazi wenu, just like the way you may not forget your parents. Msisahau chuo hiki please, do not forget this university. Na Mungu awabariki, and may the Lord bless you all. Yeye ni katibu mkuu kutoka katika ofisi ya waziri mkuu.